Karibu kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Leo tutazungumzia mada nyeti na muhimu sana ambayo ni madhara ya matumizi ya dawa za kuzuia mimba kwa watoto na wanafunzi. Katika siku za hivi karibuni, kumeibuka ongezeko la matumizi ya dawa za kuzuia mimba kwa watoto na wanafunzi. Kumeibuka pia ongezeko la matumizi ya njia hizi miongoni mwa vijana wadogo, jambo linalozua maswali mengi kuhusu afya zao, maendeleo yao kimwili na kisaikolojia, pamoja na athari za muda mrefu. Tutaangazia madhara ya kiafya, athari kwa elimu na maisha ya baadaye, na vilevile mitazamo ya wataalamu wa afya na jamii kwa ujumla. Madhara namba tisa, kumi na tatu na kumi na nne yatakushangaza sana na si ya kukosa kuyajua. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, fanya hivyo sasa ili uweze kupata mwendelezo wa video zetu zinazofuata. Usisahau kupenda video hii na kushiriki maoni yako. Hebu twende moja kwa moja tukaangalie mjadala huu muhimu sana. Madhara namba moja ni hatari ya kuganda kwa damu. Matumizi ya vidonge vya uzazi vyenye estrogen yanaweza kuongeza hatari ya kuganda kwa damu. Hasa kwa vijana wanaotumia vidonge vyenye estrogen nyingi. Hii inaweza kusababisha matatizo kama thrombosis ya sinus na embolism ya mapafu. Utafiti mmoja ulionyesha kuwa wanawake vijana wanaotumia vidonge vya uzazi wana hatari mara tatu ya kupata kiharusi kisicho na sababu inayojulikana. Madhara namba mbili ni mabadiliko ya mudi na hatari ya kupoteza furaha. Matumizi vya, ya vidonge vya uzazi yanaweza kusababisha mabadiliko ya mudi ikiwa ni pamoja na huzuni na wasiwasi. Utafiti mmoja ulionyesha kuwa wanawake wanaotumia vidonge vya uzazi wakiwa vijana wana hatari kubwa ya kupoteza furaha, ambapo wanapata depression na hata baada ya kuacha matumizi unakuta stili bado hawana furaha. Madhara namba tatu ni hatari ya saratani ya matiti. Matumizi ya vidonge vya uzazi yanaweza kuongeza hatari ya kupata saratani ya matiti ingawa hatari hii ni ndogo. Hata hivyo, matumizi haya yanaweza kutoa kinga dhidi ya saratani ya ovari na uterus. Madhara namba nne ni madhara ya kimwili kama kichefuchefu na kichwa kuuma. Matumizi ya vidonge vya uzazi yanaweza kusababisha kichefuchefu, kutapika, maumivu ya matiti na maumivu ya kichwa. Hali hii inaweza kuwa ya muda mfupi au ya kudumu na inahitaji uangalizi wa daktari. Madhara namba tano ni mabadiliko ya uzito. Baadhi ya vijana wanaotumia vidonge vya uzazi wanaweza kupata uzito mkubwa au kupungua uzito. Hii inaweza kuwa kutokana na mabadiliko ya homoni na inahitaji usimamizi wa kiafya. Unakuta tu mtoto ananenepa kupita kiasi au anakonda sana. Hii inakuwa inatokana na mabadiliko, unakuta homoni zake zimebadilika, kwa hiyo hiyo inahitaji usimamizi wa nini, wa kiafya. Madhara namba sita ni athari kwa ubongo wa vijana. Utafiti uliofanywa na wataalamu kutoka Ohio State uligundua kuwa matumizi ya vidonge vya uzazi yanaweza kuathiri mawasiliano kati ya seli katika sehemu ya ubongo ambayo inahusika na uamuzi wa hisia. Vijana wanaotumia vidonge vya uzazi walionyesha viwango vya juu vya homoni za msongo katika ubongo wao, jambo linaloweza kuathiri uwezo wao wa kudhibiti hisia na kufanya maamuzi. Athari namba saba ni hali ya afya ya kisaikolojia baada ya kuacha matumizi. Utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha British Columbia uligundua kuwa wanawake waliotumia vidonge vya uzazi wakiwa vijana wana uwezekano mkubwa wa kupata unyogovu hata baada ya kuacha matumizi. Hii inaonyesha kuwa athari za kisaikolojia zinaweza kudumu kwa muda mrefu hata baada ya kumaliza matumizi au kutumia dawa hizo. Athari namba nane ni athari kwa afya ya uzazi. Matumizi ya vidonge vya uzazi yanaweza kuongeza hatari ya kupata matatizo ya uzazi kama maambukizi ya njia za uzazi PID na matatizo ya hedhi. Hii inaweza kuathiri uwezo wa kupata watoto baadaye maishani. Athari namba tisa ni hali ya kijamii na kihisia. Matumizi ya vidonge vya uzazi yanaweza kuathiri hali ya kijamii na kihisia ya vijana, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya tabia, kupungua kwa hamu ya kujihusisha na shughuli za kijamii na kuongezeka kwa wasiwasi na huzuni. Hali hii inaweza kuathiri utendaji wao katika shule na mahusiano na wenzao. Madhara namba kumi ni athari kwa uendelevu wa matumizi ya vidonge. Utafiti uliofanywa na wataalamu kutoka Marekani uligundua kuwa vijana wengi wanaacha kutumia vidonge vya uzazi kutokana na madhara yanayojitokeza ambayo ni maumivu ya kichwa, kichefuchefu na mabadiliko ya mudi. Hii inaonyesha kuwa ufanisi wa vidonge vya uzazi unaweza kupungua ikiwa vijana hawatakiwi au hawawezi kuvumilia madhara hayo. Madhara namba kumi na moja ni hatari ya saratani ya ubongo. Matumizi ya dawa za kuzuia mimba aina ya Depo Provera inayotolewa kwa sindano yamehusishwa na ongezeko la hatari ya kupata uvimbe wa ubongo. Utafiti wa mwaka 2024 ulionyesha kuwa wanawake waliotumia Depo Provera kwa zaidi ya miezi kumi na mbili walikuwa na hatari mara tano zaidi ya kupata saratani ya ubongo ikilinganishwa na wasiotumia. Madhara namba kumi na mbili ni athari kwa afya ya mifupa matumizi ya dawa za kuzuia mimba yanaweza kuathiri afya ya mifupa kwa kupunguza wingi wa madini ya calcium kwenye mifupa. Hii inaweza kuongeza hatari ya kuporomoka kwa mifupa baadaye maishani. Kwa vijana wanaokuwa wanatumia, matumizi haya wanaweza kuathiri ukuaji wa mifupa yao. Madhara namba kumi na tatu ni upungufu wa vitamini B kumi na mbili. Matumizi ya dawa za kuzuia ya mimba yanaweza kupunguza kiwango cha vitamini B kumi na mbili mwilini. Vitamini hii ni muhimu kwa mfumo wa neva na uzalishaji wa damu. Upungufu wa B kumi na mbili unaweza kusababisha uchovu, udhaifu na matatizo ya neva. Madhara namba kumi na nne ni athari kwa ufanisi wa dawa za antibiotiki. Matumizi ya baadhi ya dawa za kuzuia mimba yanaweza kupunguza ufanisi wa dawa za antibiotiki. Hii inaweza kuongeza hatari ya kupata maambukizi ya bakteria hasa kwa vijana wanaotumia dawa za antibiotiki mara kwa mara. Katika kuhitimisha video hii, tumeona kwa kina kuwa matumizi ya dawa za kuzuia mimba kwa watoto na wanafunzi yanaweza kuleta madhara ya muda mfupi na muda mrefu kiafya, kisaikolojia, kijamii na hata kiafya baadaye maishani. Ushahidi wa kisayansi umeonyesha kuwa dawa hizi zinaweza kusababisha matatizo kama unyogovu, athari kwenye mifupa, mabadiliko ya homoni, kupungua kwa vitamini muhimu, hadi hatari ya saratani na matatizo ya ubongo. Kwa kuwa miili ya watoto na wanafunzi bado iko katika hatua za ukuaji, matumizi ya dawa hizi bila ushauri wa kitaalamu huweza kuathiri maendeleo yao kwa njia zisizotarajiwa. Tunasisitiza kuwa elimu ya afya ya uzazi ni muhimu sana kwa vijana, lakini ni muhimu kuhakikisha kuwa matumizi ya dawa yoyote ya kudhibiti uzazi yanatolewa kwa uangalizi wa karibu wa wataalamu wa afya, pamoja na kushirikiana na wazazi na walezi. Lengo si kuwahukumu wanaotumia bali kutoa uelewa mpana unaowezesha jamii kuchukua hatua salama zenye kufaa na zenye kuzingatia afya ya akili na mwili wa watoto wetu. Hivyo hatuwahukumu watoto ila tunawashauri, tunawapa ufahamu ili wafahamu madhara ya kutumia dawa za uzazi wa mpango kwa umri ambao ni mdogo. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo. Usisahau kusubscribe, kupenda video hii na kushiriki video hii kwa ajili ya kuelimisha wengine. Tukutane kwenye video nyingine inayofuata. Asante.